Yo, mambo vipi, karibu tena kwenye tech na maujanja ya tech. Kwenye experience ya muda mrefu ambayo nimewahi kuifanya kupitia hizi AI artificial intelligence, nimegundua kupitia hizi ai, AI tatu ambazo asilimia kubwa ya watu ndo tunazozitumia, nimegundua kwamba ni ipi bora, ipi sio bora, ipi iko average, na kupitia hizi DeepSeek, ChatGPT na Gemini ni AI ambazo kiukweli asilimia kubwa ya watu tulikuwa tukiendelea kuzitumia kadri siku zinavyozidi kwenda, katika masomo ya darasani, katika kazi za kila siku, katika kuandika research na kufanya mambo mengi zaidi. Na siku zinavyozidi kwenda zimeendelea kuwa improve ni kadri zinavyowezekana. Cha kwanza, nikianza na DeepSeek, ni ChatGPT ni AI ambayo kiukweli nimeitumia for the long time, lakini ukiachana na limitation, kwa sababu hizi uh, AI artificial intelligence zote kwa watu ambao tunafanya kazi ambazo ni nzito kidogo, hizi uh, AI zimekuwa zina limitation kwamba utafanya kwa namna fulani, alafu ikifika sehemu fulani itakwambia limitation kwamba kwa siku umetumia ile try ambayo, ambayo utakuwa umepewa kwa siku husika, kama ni kuimport zile images au ni kuandika vitu kwa fomati ambayo ni ndefu zaidi au kuandika uh, vitu ambavyo kidogo vinatumia muda mrefu. So DeepSeek nikianza nayo, DeepSeek ni AI ambayo kiukweli ni nzuri, lakini imekuwa based sana kwenye watu ambao wanafanya vitu vya open source DeepSeek ni open source. Kwa mtu ambaye anafanya hizi ishu za kufanya kazi za darasani assignment na kazi za picha, DeepSeek sio chaguo la kwako. DeepSeek haifanyi imeji, lakini pia haifanyi eh, kwa weledi hizi kazi za darasani au kufanya ishu za research. Lakini DeepSeek kwa watu ambao wanafanya ishu za coding ni watu ambao watakuwa wanaifaidi sana DeepSeek. DeepSeek ni nzuri zaidi na iko specifically kwenye issue za code au open source. Kwa watu ambao wanacharaza code au wanaandika code, I think DeepSeek ni chaguo nzuri zaidi, kwa sababu limitation yake itakuja baada ya kupa mwongozo mzuri zaidi kwenye zile lines of code. Lakini tukija kwenye ChatGPT ambayo ChatGPT ndo tumekuwa tukiona watu wengi, asilimia kubwa ya watu wakiitumia Uh, ChatGPT kiukweli ni mkombozi wa wanafunzi wengi, lakini pia ndio iko most famous na asilimia kubwa ya watu. Hata kwa mimi kwa mara ya kwanza kuanza kuzifahamu hizi artificial intelligence nilianza kuifahamu ChatGPT, na ChatGPT hadi sasa hivi iko tolewa ChatGPT version 5, ambayo ni, ni moja ya version ambazo zimeendelea kuwa improved siku na siku zinavyozidi kwenda. So ChatGPT inatumika sana sana kwenye issue za wanafunzi ndio itakuwa ni base zaidi, na itakuwa ni nzuri au citable zaidi kwa sababu ina ile accuracy ya ujibuji wa maswali, kwa sababu ina eh, experience ya hizo hizo hizo field kwa muda mrefu, kwenye field za kuandika, kufanya research na mambo mengine yote, ikiwemo pia pictures. Ni nzuri zaidi sana hii ChatGPT. Uh, lakini kwenye mfumo wa kuandika lines of code, cha GPT si, sikushauri sana mtu ambaye unaandika code, sikushauri sana kutumia cha GPT, kwa sababu cha GPT inakupa a small number of code, lakini pia inakupa uh, lines of code ambazo kiukweli hazitakuwa suitable sana. So cha GPT kwa developers na programmers, si siwashauri sana kuitumia cha GPT kwa sababu ina limitation kidogo sana lakini pia haiwezi kuchukua idadi ya maneno mengi sana kwenye hiyo version zote zilizopita. Lakini tukija AI ya tatu au artificial intelligence ya tatu ni Gemini. Gemini AI ni, ni AI ambayo imetoka kwa Google na ni AI ambayo, ambayo kiukweli kwa my experience ni nadhani ni AI hafifu kwa sababu kidogo ilikuwa haijawa improved kama hizi AI nyingine zilivyo, lakini a good thing ni kwamba kwa watu ambao ni developers Gemini ni nzuri sana. Gemini ni nzuri sana kwamba mtu unauwezo wa kuitumia na inachukua pia idadi ya maneno mengi zaidi, kwamba unauwezo wa kuchukua lines of code ukaiweka pale, ukaiprompt kwamba nisaidie kuandika au kuiboresha hii lines of code, na ikaboresha na ikakupa ile version ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo Gemini, kwa developers na programmers, ninashauri pia kwamba ni nzuri, na limitation yake itakuja baada ya wewe kusogea au kufanya eh, kazi zako kwa muda mrefu kiasi fulani. Asante kwa kuitazama Samalen TV, na hii ni sanuka na masuala yote ya teknolojia. Leo tupo tumebase kwenye upande wa tech au teknolojia. Wewe, unaonaje? Kwa maoni yako, ni DeepSeek, ChatGPT au Gemini, ipi ni bora zaidi kwa wewe unavyoona? Tuongeane kwenye comment.